Hadha min asadi she faalina wabadn wasamahu Salim Salim, subhanallah. Tafsiri mwenye Sheikh Salim alitafsiri, Sheikh Salim Alhaji wetu na kiongozi wa taasisi ya Ahlu Daawa ambapo na wamekuwa anasimamia maeneo ya kiibada na maeneo pia hata ya kiidara. Sheikh Salim, hebu tuambie Ahlu Daawa wamejipangaje kutekeleza au manake wajipanga vipi katika ufuatiliaji, uratibu na maandalizi ya uhum. Msimu ujao wa 2026 kwa maana 1447, alaykum elfu mbili ishirini na sita kwa maana elfu moja mia nne arobaini na saba, wallahi, salaam alaykum wa rahmatullahi wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'd, salaam, wallahi <tuhu> Salum Said na tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wataala Al jina iwe mushtaq min fi'li na Allah tujalie katika miongoni mwa wale walio wamesalimika na walikuwa wanaweza kutia saada kwa wengine pamoja nasi insha Allah. Amini, ya Rabbi, Amin, Wallah. Majmua Ahlu Dawa, namna gani tumejipanga ndio kwa ajili ya kuweza kuitekeleza ibada inayofuatia ya mwaka mwingine, wakati tayari tumekamilisha ibada kwa mwaka huu. Hakika maandalizi ya hija ni baada ya kumaliza ibada ya hija, ni kweli maandalizi makubwa. Amini ya kuiandaa hija inayofuatia ni kule kuweza kujiandaa kwa ajili ya kuweka mikakati, namna vipi utawatangazia watu katika hii ibada na, lakini namna vipi utakwenda kuwapeleka watu katika na, njia ambayo itakayokuwa inawaridhisha na, kwa na, hiyo sisi tumejipanga na, katika ofisi zetu pale Dar es Salaam na, na pia tumejipanga katika taasisi zetu pale Zanzibar, na raha leo studio ni katika miongoni mwa mambo ambayo yaliokuwa ni ofisi ziko mafutuhu na ofisi ziko mafutuhu sio kwa ibada ya hija. Zipo mtaa gani Sheikh Salim ofisi zenu? Zanzibar. Naam. Ziko pale mjini raha leo, Michenzani, Michenzani Mall pale. Nyumba ngapi? Michenzani Mall pale, ukifika usonge, raha leo, kuna studio mashaallah. Studio ya Zanzibar pale imekabiliana na ofisi yetu mashaallah. Kwa hiyo pale mjini kabisa, nikifika tu, ushafika wewe katika ofisi za zinafunguliwa kwa siku zote au za zinafunguliwa siku zote, na zinafanya kazi siku zote, isipokuwa siku ya Jumapili inafanya kazi nusu siku, maana kuanzia asubuhi mpaka saa sita. Na. Naam. Ikisha kuanzia jioni tunafunga. Maashallah. Lakini muda wote tunafanya kazi. Kwa upande wa Daru Salam tuko, tuko Magomeni, tuko Magomeni na katika miongoni mwa maeneo ambayo yaliyokuwa yuko pale Alhaji Sheikh Abdallah huko. Maashallah. Habibi Rasuli. Habibi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na yeye pia salam, ni msimamizi mkuu kwa upande wa Daru Salam. Almuhimu kwamba tumeangalia hizi ofisi za hija. Naam. hazitakiwi kuwa ni ofisi za hija tu. Naam, zinatakiwa ziwe ofisi za hija Naamu. pamoja na kutoa baadhi ya maalumati mengine yanayoendana na dini yetu. Maalumati ya kusudia, taaluma Mashallah. na taaluma hizo ikiwemo Ndiyo. hija Ndiyo. ikiwemo masala ya saumu ikiwemo masala ya zaka Mashallah. ikiwemo na masala ya mirath ikiwemo na masala mengine mengine ya kitarbia kuwaunganisha watu ambao kitarbia walikuwa kitarbia walikuwa malezi, malezi. lakini pia kuwaunganisha watu ambao waliokuwa pia wamekatana nah, ni katika miongoni mwa mambo ambayo yaliokuwa yanatizama jamii, kwa hiyo nasi Mashallah. pia tunapenda kusema Mashallah. maandalizi ya mwakani Mashallah. kwa ofisi yetu yako wazi na yanabeba katika masail Mashallah. mambo ya kihija Mashallah. lakini pia na mambo mengineyo ya kijamii nayo, na pia yanasababisha kuweza kupata mustakbali mzuri kwa kuweza kwenda kuitekeleza ile ibada ya hija. Majmuu Ahlu Dawa, Mwenyezi Mungu awahifadhi na Mwenyezi Mungu awadumishe katika Amin kutoa huduma bora na nzuri za kutekeleza ibada ya haji. Mnasimamia ibada za umra pia au hii ni kwa haji tu? Naam, ibada ya umra pia tunasimamia na hasatan katika ile miezi ya Shaaban pamoja na Ramadhani. Mashaallah. Na inshaallah bitawfiki tulisema Naam. mwaka huu bidhillah tutachukua mpaka na Rajab. Naam. Kwa hiyo tuna imani biidhnillah taala tutapata inshaallah hiyo fursa ya kuweza kuendeleza vizuri pia katika kusimamia na harakati za ibada za umra. Ya salamu. Sheikh Salum umechukua muda wako mwingi sana na kwa kweli umetufundisha haji kiasi cha kutosha. Nini wito wako kwa waumini wa Kiislamu Tanzania? Wallah, alhamdulillah rabbil alamin, wito wangu mkubwa, Naam. Kwanza jambo la kwanza, Naam. watu kuweza kuzieka nia zao Naam. katika kuitekeleza hii ibada ya hija Naam. wala astizame mtu uwezo wake, hakikatan una uwezo wa mali na kuna uwezo wa kihali Ila man istataa ilaihi sabila, hiyo istitaa kuna istitaatu lmaliya wastitaatu lhaliya kimali na kihali. Allah subhanahu wataala anaweza akakupa uwezo wa kihali, hajakupa uwezo wa kimali, lakini kwa sababu unaitaka na nia yako ipo na unamwomba Allah subhanahu wataala akupe ibada ya hija, basi atakupa pia istitaatu lmaliya. Kwa ufupi watu wamekata tamaa. Kwa sababu so, wanaona wao hawana ukata ukata tamaa, lakini jengine katika jambo ambalo tunaezaikana tuhusiane ibada ya Hija Naam. kwa harakati zake tunasema asilimia hazipungui 75. Ndio. Ni ibada ibadatul fiiliya ni ibada ya vitendo Sahihi. kwa hiyo zile asilimia thalathini ndo zina masala ya kimatamshi kwa hiyo nawahusia vijana kwa sababu ni ibada ya vitendo, kwa hiyo wasiache kuiendea ibada hii kwa sababu tukiwa na watu wenye nguvu, wana uwezo wa kutekeleza hili, basi tutapata wepesi kwa ajili ya kuweza kupata fursa ya kuenda kutekeleza kwa vizuri na kwa amani na tukarejea katika hali iliyokuwa nzuri na kwa amani. So Allah tuwafikishe katika hili. Sheikh Alhaji Sheikh Salim Salim yeah. Al Azhar TV Tanzania inakutakia kila la heri, lakini inakupongeza sana, inakutakia ibada njema na inakutokia mwongozo mwema wa mahujaji Amin. Lakini pia inawatakia mafanikio mema ya taasisi yenu inshallahu. Umeelezea mambo mengi ambayo mmefanya maandalizi ya kuwakabili na kuwasimamia mahujaji wa mwaka mpya insha Allah 2026. Allah awafikisha katika kuwasaidia mamufti eh, wa Tanzania na Zanzibar kutekeleza na kuifikia idadi